Na aende shule na, akikosa kwenda shule, atakaa kwa nyumba na polisi. Mi nitawapeleka akose kwenda shule, nitapeleka polisi kwa sababu najua kule usaidizi unatoka. Nikishindwa polisi hawatashindwa, hawatashindwa. Na hata nishinda, after hata nishinda, mtoto anaendanga aje shule na like na like all this easy. Hata sijui alitopolewa wapi? Angalia hata siku skati ya shule ilikuwa refu, ilikuwa inafika hapa sasa ni mini skati. Nilikununulia hii. Kwa nini siwezi kata kwa fundi na pesa yangu? Kwani mimi ni mtu wa mkoa wa Korino ndo nivae nguo refu. Wasi mkorino, wasi student, umekuwa wa kanisa, wa Korino ni wa kanisa. Wewe ni wewe ni wapi wewe? Mama wa Korino ndo uvaanga uniform refu shule. Kwani utavaa vile nataka, sio vile unataka wewe. Utavaa vile nataka, sio vile unataka. Mama achana na mimi, mama achana na mimi sawa. Mama chana na mimi sawa. Mama wewe huyu. Acha ni chafua, Labu, chafua. Labu, chafua.